Na usemi halisi na usemi wa taarifa. Sikiliza kwa makini, usemi halisi na usemi wa taarifa. Usemi halisi ni ule usemi ambao ni wa moja kwa moja, maneno yaliyotumiwa na mzungumzaji moja kwa moja kutoka kwenye kinywa chake. Na usemi wa taarifa ni maneno yanayosemwa na mwingine akiripoti yaliyosemwa na usemi halisi. Na tunapobadilisha usemi halisi na kuwa usemi wa taarifa kuna mambo kadha wa kadha tunayofaa kuyazingatia. Kuna mambo ambayo yanabadilika kwa mfano hebu tuone. Wakati uliopo, wakati uliopo hubadilika na wakati ulikuwa wakati uliopita. Kwa mfano, ninaenda nyumbani. Ninaenda nyumbani, mama alisema itakuwa, mama alisema kuwa alikuwa akienda nyumbani. <laughs> Naam. Uh, sasa huwa wakati huo wakati wakati huo tunasoma. Sasa mwanafunzi alimweleza mwalimu, mwanafunzi alimweleza mwalimu kuwa wakati huo walikuwa wakisoma. Nambari ya tatu, leo itakuwa siku hiyo siku hiyo. Jana, jana itakuwa siku iliyotangulia. Siku iliyotangulia. Siku iliyotangulia. Nambari ya tano hapa ni kesho. Kesho itakuwa siku iliyofuata. Siku iliyofuata. Tuonane kesho. Juma alimwambia Amina, itakuwa Juma alimwambia Amina waonane siku iliyofuata. Naam. Nambari ya sita hapa ni uliza, unaitwa nani? Mwalimu alimuuliza itakuwa mwalimu alitaka kujua taka kujua. Ukimwona mtu anauliza anataka kujua kwa hiyo mwalimu alitaka kujua jina lake, taka kujua taka kujua. Niki hapa tunasema ki ta ki na ta huchukua nge katika wakati e, katika usemi wa taarifa kwa hiyo tunasema kitange sema kitange kitange, itakuwa ngee hapa. Kwa mfano, atakuja kesho ni angekuja siku iliyofuata, kwa sababu kesho ni siku iliyofuata. Akisoma atafaulu ni angesoma angefaulu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatujui kama alisoma akafaulu ama kitendo chenyewe kilifanyika, hatuna habari. Nambari ya nane. Tutengeneze nambari ya nane hapa. Leo jioni, leo jioni itakuwa siku hiyo. Kumbuka leo ni siku hiyo, kwa hivyo itakuwa siku hiyo jioni, ama jioni ya siku hiyo, siku hiyo hiyo ioni. Kwa hivyo usemi wa halisi na usemi wa taarifa ni rahisi sana, ni kuripoti tu. Katika usemi wa taarifa ni kuripoti, kuna maneno kama vile kuwa, alisema kuwa, alimwomba. Kwa mfano, akisema Juma, Juma, njoo hapa, baba alimwita utasema baba baba alimwita Juma mara mbili, aende hapo. Kwa hivyo hapa huwa hapa huwa hapo, jo hapa enda hapo na kadhalika, ni rahisi sana. Kwa hivyo tumbie uliopo huwa uliopita, sasa huwa wakati huo, leo huwa siku hiyo jana huwa siku iliyotangulia. Kesho huwa siku iliyofuata. Kesho kutwa huwa siku mbili zilizofuata ama siku ya pili iliyofuata. ki ta niki hiyo ni ninge nita ange na kadhalika. Leo jioni itakuwa siku hiyo jioni, na hapa huwa na kingine ao cha msingi ni alama za mtajo, alama za mtajo ama alama za usemi katika usemi halisi hutumika. Kwa hivyo kuna alama za mtajo, aek, hapa hivi, nambari ya kumi, alama alama za mtajo, alama za mtajo zinakuwa 66 66 99 sita sita, tisa tisa. Hizi alama hutumiwa katika usemi halisi, lakini tukiingia hapa alama hazitumiki. Alama hizi hazitumiki, alama za mtajo hazipo. Kutumia hutumia kuwa, kuwa alisema kuwa, hutumia kuwa bila hizi alama za mtajo na kadhalika, ni rahisi sana. Uliza swali, kama una swali lolote viuliza hapo katika komenti, na tutakutana.